Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linatangaza nafasi za kuandikishwa jeshini kwa vijana mbalimbali, vijana wa Kitanzania wenye elimu kuanzia elimu ya sekondari hadi elimu ya juu. Tangazo la ajira za kujiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania mwaka 2025. Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ limetoa nafasi za kwa vijana ili kujiunga na jeshi hili kuanzia tarehe moja mwezi Mei. Zifuatazo ni baadhi ya sifa ambazo mwombaji anapaswa kuwa nazo. Sifa ya kwanza, awe ni raia wa Tanzania. Awe na elimu ya kidato cha nne au cha sita na awe amefaulu. Awe hajaoa au kuolewa. Awe na umri kati ya miaka kumi na nane hadi ishirini na tano. Awe na tabia na mwenendo mzuri. Awe na akili timamu na afya njema, na awe hajawahi kutumikia vyombo vingine vya ulinzi kama Jeshi la Polisi, Magereza na kikosi maalum cha kuzuia magendo. Awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa mkataba wa kujitolea wa miaka miwili au kwa mjibu wa sheria na kutunukiwa cheti. Ndugu wanahabari, maombi hayo yatumwe kwa anwani ifuatayo. yatumwe kwa mkuu wa utumishi jeshini, makao makuu ya jeshi, sanduku la posta mia moja tisini na nne, Dodoma, Tanzania. Mwombaji uh, anapaswa kuambatisha vifuatavyo: nakala ya kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA, nakala ya cheti cha kuzaliwa nakala za vyeti vya shule, nakala ya cheti cha JKT, namba ya simu ya mkononi ya mwombaji.